Usiogopa kupunguza watu kwenye maisha yako. Moja ya kitu muhimu sana ambacho unapaswa kufanya kila mwaka ni network audit, au friendship audit. Friendship audit ni ukaguzi wa marafiki na watu wanaokuzunguka ili ujue ufanye nini. Na unapofanya, kuna mambo manne unapaswa ufanye. Jambo la kwanza, tafuta watu wapya ambao hauna kulingana na unakotaka kwenda. Utagundua kwamba kuna watu unawahitaji lakini hauna. Hivyo unapaswa watafute. Jambo la pili, kuna watu ambao unao lakini hauwatumii vizuri, hautumii muda nao vizuri. Kwa hiyo inabidi utafute namna ya kuweza ku maximize interaction na watu. Jambo la tatu, kuna watu ambao inabidi upunguze nao muda. Ni watu kweli, utaendelea kuwa nao, lakini inabidi upunguze nao muda kwa sababu hawaongezi sana thamani kama wanavyohitaji. Jambo la nne, kuna baadhi ya watu ambao inabidi adiliti Kadi unavyopanda juu kwenye maisha na kadi unavyoendelea mbele katika maisha yako mabadiliko ya majira na nyakati kwenye maisha yako lazima kuna uhitaji na wa namna fulani wa wewe kupunguza baadhi ya watu nakua, na huwa tunakuwa na uoga mkubwa sana linapofika swala la kupunguza watu, lakini ni la muhimu. Ni la muhimu kwa sababu kila mahusiano ulionayo yana gharama, na gharama zipo kwenye dimensions zifuatazo. Kwanza, kuna gharama ya muda Hakuna mtu unaweza kuhusiana naye bila kutumia muda. Utampigia simu, utamtafuta, mtaonana, ni muda huo unatumika, ambao ungeweza kufanya kitu kingine. Kwa hiyo, kwa wakati unavyokuwa na mahusiano mengi, maana yake ni kwamba utatumia muda mwingi na watu wengi zaidi. Lakini pili, kuna nguvu zako. Physical energy utatumia kwa sababu itabidi uongee. Unapoongea unatumia nguvu, unaposafiri kwenda kumwona utatumia nguvu unapomtembelea utatumia nguvu. Lakini tatu ni emotional energy. Emotional energy maana yake ni kwamba huyu mtu akiwa na huzuni na wewe utajikuta na huzuni. Akikushirikisha amefiwa na mama yake, amefiwa na baba yake, anaumwa yeye mwenyewe, au stress zake zote zile zitakuletea emotional energy. Lakini nne kuna financial resource ambayo itatumika. Mtu yoyote ambaye unahusiana naye lazima kuna matumizi ya fedha, hata kama umpatie, kama yeye utachangia kwenye harusi yake, utatoa rambirambi akiwa amepatwa na msiba, utatumia simu, utatumia intaneti kuosiana naye. Hivyo vyote ni gharama, so lazima ifike mahali kwenye maisha yako ujipange, ujue kwamba kuna wakati, kuna mambo yatakulazimu kupunguza aina ya watu kwenye maisha, na zipo sababu. Kuna vitu vinne vitakavyokuongoza kupunguza watu kwenye maisha. Cha kwanza kabisa, punguza watu na kubadilisha majira kwenye maisha. Kwa mfano, kwenye biashara ulikuwa unafanya biashara ya kuuza nguo, kuna aina ya watu lazima utawahitaji. Leo ukianza kuuza vifaa vya umeme, maana yake ni kwamba wale watu wa nguo hautawahitaji tena, utawahitaji watu wengine tofauti kabisa. Kwa hiyo unakubadilisha kitu ambacho unachokifanya, inabidi ubadilishe na watu. Hata ukibadilisha kazi unayoifanya, maana yake ni kwamba unatakiwa ubadilishe pia aina ya watu. Majira yako yanapobadilika kwenye maisha yako, pia na aina ya watu ambao unaoweza kuwasiliana nao na kuongea nao pia inabidi waweze kubadilika, sio kwa ubaya, ila ni kwa sababu majira yamebadilika. Na kuna watu wengi sana ambao wamewachukia wenzao baada ya kutokuwa nao karibu tena, bila kujua kwamba hawa watu wapo katika majira tofauti, au wameanza kufanya vitu ambavyo ni vya tofauti, kwa sababu kumbuka kuwa kati ya kitu kinachotuunganisha wakati mwingine ni aina ya majira tuliyopo. Jambo la pili ni kwamba unaweza kulazimika kuachana na watu au unaweza kulazimika kupunguza watu, kwa sababu wamegeuka kuwa mzigo. Kuna watu unawapenda, unawajali, unawathamini lakini wamekuwa mzigo. Mzigo kwa sababu labda wamekuwa parasite. wanakutegemea kupita kiasi. Mzigo kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanakuingiza kwenye matatizo kila siku. Wao ndio sababu ya wewe kwenda polisi, kwenye kesi. Wao ndio sababu ya wewe kukomana na watu. Wamekuwa mzigo kwenye maisha yako, wamegoma kujitegemea. Umewasaidia kwa namna nyingi, lakini wamegoma kujitegemea. Wakati mwingine kuna watu ambao hawawezi kubadilika kwenye maisha yao mpaka uwaache wewe mwenyewe. Ni kama vile watoto. Mtoto ambaye anabebwa kila siku hawezi kujitegemea. Kuna wakati lazima waweze kuachwa, atembee, aanguke, ndo apate uwezo wa kutembea. Kuna watu kwenye maisha yako, huenda ni ndugu zako au ni manafiki zako, utalazimika kuwaacha, utalazimika kuwapunguza kwenye maisha yako, ili wajifunze kwa njia nyingine, kwa kuwa wamegeuka kuwa mzigo kwenye maisha yako. Lakini tatu, kuna watu ambao utalazimika kuwapunguza kwa kuwa unachokifanya sasa hivi kinahitaji usiri. Kuna watu katika maisha au kuna mambo katika maisha utalazimika kupotea kwenye circle ya watu fulani kwa sababu unachokifanya kinahitaji usiri. Na wewe unajua kabisa kuna watu ambao ukiwaambia habari zako kesho unaweza kuta mtaani, kesho unaweza kuta mtandaoni. Kwa hiyo utalazimika kupunguza watu kwa sababu upo katika season ya maisha ambayo kitu unachokifanya kinahitaji usiri. Mwisho kabisa ni kwamba kuna watu ambao utahitaji kuwapunguza kwa, kwa sababu unapitia katika maumivu binafsi. Moja ya kitu ambacho inabidi ukielewe ni kwamba sio kila mtu anaweza akaelewa maumivu yako binafsi, na mara nyingi maumivu binafsi yanaleta maamuzi binafsi, na mara nyingi maamuzi binafsi hayaeleweki na watu wengi. Sasa ikifika katika kipindi hicho, kuna watu inabidi uwapunguze ili ujipate wewe mwenyewe. Kuna watu wengi ambao wamejipoteza kwa sababu ya kutaka kuwa kwa kila mtu. Jitafute na ujipate kwa sababu usipojitafuta na kujipata, utajikuta kila maamuzi unayafanya, kila kitu unachokifanya kinategemea watu wengine na kuangalia watu wengine. Mwisho wa siku, watu hao hawana msaada wote kwenye maisha yako. Kwa hiyo, kuna wakati utapunguza watu ili ujitafute na kujipata uweze kujisimamia na kufanya kitu kile ambacho ni sahihi, ambacho wengine watakuja kukielewa baadaye na kukikubali baadaye. Kwa hiyo, utalazimika kupunguza watu kwa sababu hiyo. Usiogope muda unapofika kupunguza watu ni muhimu sana ipo hivi: kupunguza watu ni mkakati wa kujitafuta na kujipata na kusimamia kile unachokiamini.